Kwa kwa mimi nimepata paspoti ya Kenya mwaka sitini na tano miaka tatu baada ya, ya uhuru miaka mbili baada ya uhuru mimi nikapata paspoti ya Kenya. Kwa hiyo mimi nilikuwa Mtanzania na bado mimi niko Mtanzania. Kwa hiyo mimi niko na uhusiano mzuri sana tena, mimi kila mara naangalia mambo ambayo nafanyika hapa Tanzania kwa makini sana. Kenya na Tanzania ni majirani na ujirani, tunataka tudumishe amani na mapendo kati ya Kenya na Tanzania, kwa sababu mimi nimefika hapa siku ya leo kama rafiki ya Tanzania FM.